Uchungu wa mwana? Au, mzazi, kwa majina yangu ninaitwa Hamza Alimgia, ni mwenyekiti wa Umoja wa Vijana wa Chama cha Mapinduzi wilaya ya Kiteto, lakini kwa lugha ya kitaalamu sana ni mwenyekiti wa mablaza meni na masisau <coughs> wa wilaya hii ya Kiteto enye rasmi, kwa mujibu wa sensa ya mwaka elfu mbili na ishirini na mbili asilimia sabini na tano ya wakazi wa wilaya ya Kiteto na wapiga kura wa wilaya hii ya Kiteto ni vijana. Ndugu mgeni rasmi, kwa niaba ya vijana wa wilaya ya Kiteto, sisi vijana wa wilaya ya Kiteto tumejiandaa vizuri kuhakikisha tunalinda kura za mgombea urais wa Chama cha Mapinduzi na mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Daktari Samia Suluhu Hassan. Tumekatazwa tusiseme nafasi za ubunge na madiwani, lakini kwa niaba ya vijana wa Chama cha Mapinduzi naomba nitumie fursa hii kuwaambia wagombea wote wanaotaka kugombea ndani ya Chama cha Mapinduzi ya kwamba sisi vijana wa Kiteto tumejipanga vizuri kuhakikisha tunawakataa wagombea wote ambao wanakuja kugombea kwa misingi ya udini, kwa misingi ya ukabila na kwa misingi ya ubaguzi wa kila aina, kwa sababu nchi yetu ya Tanzania imeasisiwa kwa sababu nchi yetu ya Tanzania imeasisiwa katika misingi mizuri na baba wa taifa na baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, kwa misingi ya umoja, amani na upendo. Kwa niaba ya vijana wa chama cha mapinduzi wilaya ya Kiteto kutumia kupitia sherehe hizi, na naomba nitume salamu kwa wagombea wote ambao wanataka kuja kugombea kwa misingi ya ubaguzi, sisi vijana wa wilaya ya Kiteto tutawakataa. Baada ya kusema hayo, niwashukuruni sana, asanteni sana kwa kunisikiliza.